Our interior, yes. Tafadhali kama viongozi tuangalie nini inatoka kwa kinywa chako. Anything that comes out of your mind, out of your mouth ikuwe ni jambo la kuleta wananchi pamoja. Kipchunga Murkomen akizungumza leo, unaona watu wanagawanya namna hii, Kenya inaendelea kuwa more divided akizungumza kidogo, watu wanaendelea more resistance to the the the government. I wish the president of the republic of republic Kenya can look at the kind of people he is, he is appointing. Kwa sababu Murkomen naona anaambia polisi walifanya vizuri, unasema walifanya vizuri kwewewa watoto wetu? Jameni, what do you mean? Lazima tuangalia haya mambo na tuangalie lakini Tuko na mambo mazuri. Mimi kwangu naweza waambia Kalonzo Musyoka ataingia, and we will go back to constitutionalism ambayo tutaheshimu wananchi wetu, tutawasikiza wananchi wetu na wananchi wetu watakuwa mbele, vile gavana wa Bini ameweka wananchi wa Machakos mbele katika jimbo letu la Machakos. mwisho nimeona wametarikiji kwa NCIC lakini sijaona Sudi, sijaona hii mtu ingine ya huku, ile wanasema wana manufacture rice kwa 24 years. kuna watu wengi wanaongea matamshi yao mabaya zaidi.